Na mtazamaji, tukiachana na masuala ya Narok, turejee katika kaunti ya Nairobi ambapo tume ya maadili na kupambana na ufisadi leo iliwatia mbaroni maafisa wakuu wanane wa shirika la huduma ya vijana kwa taifa na wandani wao kwa madai ya mkinzano wa maslahi na matumizi mabaya ya afisi katika utoaji wa zabuni ya thamani ya shilingi bilioni mbili. Inadaiwa kuwa wanane hao walifanya biashara na huduma hiyo kupitia kampuni mbalimbali kati ya miaka ya kifedha ya mwaka 2019 2020 na 2024 2025. Majengo ya tume ya kukabiliana na ufisadi kaunti ya Nairobi yalishuhudia shughuli nyingi, huku mmoja baada ya mwingine, maafisa wakuu wa huduma ya vijana kwa taifa na washirika wao ake wakifikishwa jengoni humo ili kuandikisha taarifa. Washukiwa hawa wanadaiwa kutumia vibaya nafasi zao kwa ubadhirifu wa pesa za umma kupitia kupanga njama, ulagai na ununuzi wa malipo ya kandarasi za uongo. Waliokamatwa ni pamoja na Nicolas J. Makoha ambaye ni naibu mkuu wa operesheni za huduma ya NYS. Wengine ni pamoja na David Mothe Mbogo, afisa anayesimamia ununuzi katika chuo cha mafunzo cha Gilgil, na waki zake wawili Felista Wanjiru wa wandugi na Wilfred Cherotich Towet. Wengine waliokamatwa ni Joseph Maina Kagiri, mhasibu katika chuo hicho cha Gilgil, Elias Muthe ambaye ni kakake David Mbogo, Naftali Kaberu ambaye ni mshiriki wa David Mbogo na Florence Muthoni Karanja, mke wa Naftali Kaberu. Kulingana na ESCC, operesheni hiyo ya leo iliwezesha maafisa wake kupata ushahidi muhimu ambao utasaidia uchunguzi unaoendelea. Uchunguzi huu unaleta kumbukumbu kuhusiana na kashfa ufisadi ya shilingi milioni 791 iliyokumba huduma hiyo ya NYS mwaka 2015. Kukamilika kwa uchunguzi kutatoa mwelekeo kuhusiana na hatua zitakazofuata, ikiwemo kushtakiwa kwa wale ambao watapatikana kwamba wamehusika na vilevile kutoaliwa kwa mali iliyoibwa. Nancy Okware, nikiripoti kutoka majengo makuu ya ESCC Nairobi.